Jitahidini, jiepushe kuwa vyanzo vya, vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakaokuwemo vituoni kwa mujibu wa sheria. Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo vitakavyopangiwa. Hakikisheni vifaa vya uchaguzi vinavyokabidhiwa na viakiki na kuvikagua kabla amjakwenda navyo vituoni. Pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo yanayotolewa na tume. Kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza yafuatayo: moja, someni kwa umakini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayotolewa na tume naulizeni ili nipate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine, pengine yatakuwa na changamoto za kufahamu, ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi. Tumewapa nyaraka mbalimbali, ili msitumie kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa jukumu hili. Tumepewa miongozo na hii miongozo tutaenda kuifanyia kazi kadri tulivyoelekezwa na waseminishaji wetu ambapo tutawaelekeza hasa kwa kuwapa kipaumbele wale wazee, wajawazito na wengine wenye mahitaji maalum. Pia kitu kingine, nikiwa kama msimamizi msaidizi wa kituo, nitahakikisha kila kitu kitakuwa salama na nitafanya kile ambacho nimeelekezwa na viongozi wangu na waseminishaji wangu. Sisi tumetii kiapo cha Tume ya Uchaguzi kuwa tutakuwa watiifu na tutaweza kuwasaidia wa, wa, tutaweza kuwasaidia wapiga kura. Kwa hiyo sitegemei kama kutakuwepo na lawama ambazo wapiga kura wanaweza kutuumu au wa kuturushia sisi wasimamizi, sababu sisi tumesha kula kiapo na tutatii tutafata sheria na taratibu. Tumejifunza taratibu mbalimbali na miongozo mbalimbali mbali ya namna ya kusimamia uchaguzi kwa kufuata kanuni, taratibu zilizowekwa pamoja na uh, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama tunavyojua hili ni swala la kitaifa, na uh, kila mwananchi anayo haki ya kuchagua katika viongozi ambao watatusaidia kulisukuma gurudumu la maendeleo ya le taifa letu la Tanzania kwa kipindi cha miaka mitano ijayo.